Sawa sawa, watu wengi wanalalamika kutokana na matokeo mm, ya uchaguzi ambayo yalitangazwa, yali, yali wengine hawayakubali kabisa mm. Leo uh, Kumbilamoto, ni diwani unajivunia udiwani ulionao uh, kwamba umeshinda uh, licha ya kuwepo kwa kelele zote hizo mm. mm, unawaambia nini wananchi wana akuona ni kuamini mimi nadhani ungekuja Vingunguti mm. alafu wewe fanya investigation kwa wananchi mm. Kumbilamoto anakubalika vipi, unapata majibu mm. kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeweza kuwatumikia wale watu na nimeweza kujishusha chini sana, na ndio maana walijitokeza kwa wingi sana kuvote. na kama ulifuatilia kampeni zangu mm. kama ulizifuatilia mm. brother, mikutano yangu ilikuwa nafanya ilikuwa kama vile anakuja mama Samia mm. na nilikuwa namaliza mkutano hapa naondoka na, na kijiji hadi nyumbani hadi ofisi ya kata. Kwa unaona namna gani watu walivyokopa na na, na na na na, na, na, matumaini na mimi na Chama cha Mapinduzi kwa ile kata ya Vingunguti. Sitaki nizungumzie maneno mengine, nazungumzia ndani ya kata yangu. Hmm. Kwa hiyo ukija ukimzungumzia Kumbilamoto, unamzungumzia mtu ambaye amejishusha kwenye jamii, mtu ambaye anawatumikia watu masaa ishirini na nne. Mimi hata uamue bwana tunarudia uchaguzi leo, mimi nashinda Vingunguti pale. Uko tayari. Kwa namna mimi mimi sina shida yoyote. Kwa nini wale watu, namna ninavyoishi nao na namna nilivyowatumikia na namna wanavyoweza kuwa na uwezo wa kunifikia brother. Yani Vingunguti mimi, sina shida na wananchi wangu. Unajivunia ushindi huo? Najivunia mshindi kwa kiasi kikubwa, kwa sababu nimewatumikia sana sana watu mm, sana. Na mchango uliotoa ni mkubwa na miradi ambayo mheshimiwa rais alivyoileta ni mingi. Kwa hiyo Rais Samia analeta miradi, analeta fedha za maendeleo, ni jukumu lako sasa wewe mtawala wa pale kujishusha kwa wale wananchi na kuwaeleza yale mafanikio ambayo yamepatikana na zile kero ambazo zime- zimetatulika. Okay, kwa hiyo ndio maana ukifika Vingunguti nakwambia huyu ndio rais wetu, kama rais wa Vingunguti. Lakini wengi wanasema uchaguzi uliharibika, na kwa maana hiyo uh, wengi ambao wameshinda hawako kihalali. Ah, domo ni juma la maneno, mtu anaongea ana tu mm. Kwa hiyo uweze kumkatalia mtu kuongea.